Sisi ah sui, mnamshughulikia Galbadi ah ama maswala ya Galbadi yao, wala mimi naona haya na faida yoyote, ni kutapatapa tu tu. Maswala ya Galbadi, nini kifanyike? kutt kwa sababu kufanyika kufanyika kufanyika sio kumuondoa, namna ni kuangalia namna ya wale uongozi, kama ikiwezekana wote wote, ikiwezekana ubomolewe wote, tuingie chaka, tutafute shida iko wapi. Sio maswala ya Galbadi, sio maswala ya Galbadi, sio maswala ya nini, sio maswala maswala ya Galbadi ni kutapatapa Unajua kwa unatapatapa, unakosa vitu vya kuzungumza, usitapetape. Yaani, unajua sasa hivi kilichobaki sisi ni kwamba tunatapatapa, umeelewa? Tunakosa ehe, hasa mashabiki wanatoka wao, na namkwo anaongea hiki, yule anaongea hiki, huyu anaongea hiki. Sasa hiyo hasa ndio inazidi kuhangaika sana. Unajua mashabiki wanaoita wanachama na mashabiki wanaoita media na kuanza kuongea masuala albadiri, mimi naona ni masuala ambayo tuko nje ya muda, umeelewa bwana? Tukae ndani, tuangalie unajua kama kama nyumba inavuja, tuzianze kutafuta vitu vya kuteka yale maji, na kwa tuende tukazibi panapovuja kwao. Sisi masuala ya kusema albadiri, mimi niko tofauti na wenzangu. Masuala ya kusema albadiri albadiri usome albadiri hivi wanajua maana albadiri? Lakini hao ni kusema tu, anasoma albadiri nini kifanyike. Kile kitakao kifanyike ni kwamba tuangalie wapi tunatoa jukwaa, tukaikomboe Simba yetu. Kwa maoni yako, unahisi ni wapi mnakosea? Mimi nahisi tunapokosea ni uongozi wote kwa ujumla Kwanzia Mo Dewji na viongozi wengine wote, wao ndio wanatusababisha sisi mpaka hapa tulipo, tunapitia wakati mgumu. Kwa sababu yeye Mo Dewji ndio mwenye nguvu, yeye ndiyo anatoa hela, kwa maana yeye ndio anaweza ndi kufanya huyu atoke, huyu huyu akae, huyu akae, umeelewa bwana? Sasa mwisho wa siku wanabadilisha na wale tu, huyu anatoka, huyu anatoka, huyu anatoka, huyu huyu, sawa. Tulienda hadi fainali, wengine wanasema tulienda hadi fainali na tukaenda fainali na uongozi huu, lakini sasa hivi umepoa, umepoya. Umepoa sasa hapo tunakuja kukuletea habari tunaambia ujasusi, siyo nini mambo ya kutoa mchezoni tu. Anaweza hamna mba. cha jasusi wala nini. Tunatekenyo tunacheka. Tuna Lakini nje nje kama jasusi, hata kama jasusi ayupa bado Simba mnafanya vibaya. Hii e, tunachokwambia hamna cha jasusi, hamna cha nini. Sisi tunabambatu tunatekenyo tunacheka. Tunatekenyo tunacheka. Lakini sio hamna ukiangalia mjengo wa kujaribu uangalia ambao kuondani. Hamna jambo lenye u, u, ukweli wowote oh, hapo. Yaani, issue ni kwamba sisi tunatakiwa tuangalie wapi tunapojikwaa, tuingie tuangalie Simba yetu, tunakosea wapi? Kwa nini sasa hivi tumekuwa simu timu imekosa mvuto, timu imekuwa haina, aieleweki, timu ya ovyo ovyo, timu inafungwa, wachezaji wanapaisha, wachezaji wanagonga, anakupongesha posti eh? Tuangalie nini kinachotungata hapo, baba, kwenye hilo sasa. Umeangalia umeona ni uongozi wote kwa ujumla? Yeah, nimeona ni uongozi wote kwa ujumla, na nikijaribu kuangalia tena na tawi lenye nguvu, kuna watu wenye nguvu Simba kama friends of, kwa wale friends of Simba wale wenyewe wanatukosti sana, wale wanatuharibia timu yetu kwa sababu wale wana nguvu, wana nguvu, wana ushawishi wa hela, wana ushawishi wa kila kitu na wanatujumu, si ndio? Maana sisi tunakuwa tunapoteza mchezo. Asa, Mangungu ujaribu kusemea Mangungu, usimsemee Mangungu peke yake, atakuwa wasemee uongozi wote, kwani msakame Mangungu tu peke yake Simba atawaelewa kwa sababu mkifungwa Mangungu mkishinda um... Mimi ukijaribu kuangalia interview zangu zote zilizoshawahi kufanya, he, hakuna sehemu hata moja liwahi kumsema Mangungu kosa, wimina, najua. Na lila, uongozi, kwa sababu mimi ndio najua mimi najili na uongozi kwa ujumla kwa sababu Mangungu sio mtendaji mkuu. Mangungu yuko tu upande wa wanachama, na akifika kwenye kikao cha bodi yeye anakuwa kama mjumbe. Mimi um, simtetee yoyote yote. Sipo sim, na yoyote ah, Matola haya aondoke. Matola ndio hao hao wanaotuhujumu. Kwa hiyo kwa hiyo inaanisha Simba hivi. Wanyao safi kuanzia benchi ya ufundi, uongozi, kila kitu. Yaani benchi la ufundi kwa sasa hivi nasikia wanataka kumfukuza Matola ili wajifiche. Wakimfukuza Matola na hao wote waji uzulu watoke. Sisi tunataka tupate mtu nje ya mfumo kaka. Hatupeleke mbali. Ni kwamba Yanga wameingia paka kwa wachezaji, sasa hizi hawajitumi kwamba wanapewa pesa. Sio Yanga bwana, wana wanalangania Yanga tu kwa kwao. Mpanzo wako wapi? Wanaanganianga tu. Ni friends of Simba, ndio wanatuumiza na baadhi na, baadhi ya viongozi, kwa sababu sasa hivi Simba, Simba kauli yetu si ni nguvu moja, lakini sasa hivi Simba sio nguvu moja. Simba sasa hivi kuna mambo mengi ndani pale, kuna mgogoro ambao wanauficha. Wanatukua watoke nje waseme tuna mgogoro huu na mgogoro huu ili tupambane na migogoro ambayo iko ndani. Mwana bwana ni migogoro ambayo iko ndani ambayo migogoro imeanza siku nyingi. Kuna juzi katoka nani anasema? Katoka magoli anasema kuna kuna viongozi ambao wanatoka wanafurahi wana na kweli kuna viongozi ambao hawataki kutoka. Kuna viongozi kama natayageni ametoka tu, timu imeanza kuyumba. Kwa nini mtu asikubali? alafu pale wanasema walipwi, kama walipwi ambao ndio maana naongea saa wote, mpaka huyo Mangungu kama walipwi, kwa nini wanakubali haya matusi yote? kama wana maslahi wanaopata pale Simba kwa nini wanakubali matusi yote? Kila mtu akisimama anaisema Yanga anaisema nani, anasema Mangungu anakusema wewe, wewe, we, we, familia yako, unatukano muda wote. Wewe una maslahi? kwa nini unakaa kwa maslahi yao? Wanaokaa basi, kama anapata maslahi, na sisi mashabiki tufurahi, kwa sababu kiu yetu, mashabiki wa Simba ni mashabiki, sio mashabiki wa Simba, mashabiki wa timu zote, ni furaha hapa. Unavyoona Yanga sasa hivi ana furaha, kila sehemu ana furaha, wanapata wanaenjoy kwa sababu timu yao inafanya vizuri, na una cha kuambia, utaambia nini Yanga wakati wana furaha? Mashabiki hamtaki chochote tofauti na furaha. tunataka nini sisi? Tunataka furaha na maendeleo ya klabu, maendeleo ya klabu tunavyozungumza hapo, kwa sababu hata Yanga ukisikia wanazungumza, anazungumza na vitu mbao ambavyo vipo, una uwanja mazoezi, una uwanja, una chochote hivyo. Ndio vitu ambavyo tunako tuongee, tupate timu ifanye vizuri, tupate uwanja, tupate uwanja wa mechi, tusiendelee kwenda kuombaomba viwanja vya watu. Kwa hiyo wana Simba pamoja na uongozi wa kalchini tu wajaribu kuisoma mifumo ya Yanga, at least wajifunze vitu kutoka kwa upande wa mifumo Sio mbaya kujifunza, lakini unafiri Yanga ni kwamba ni nzuri kuliko sisi. Sisi tuna wazaji wazuri sana wanafanikiwa. Wapi hapo? Wanafanikiwa kwenye uh, management, management Yanga, management Yanga ndio ni si ndio inayumba basi, yani si management ndio inayumba. Uongozi wa Simba umetufanyia mambo mazuri sana umefanya. Unajua hata unavyosema Yanga unavyosema nini yote, Simba ndio simefanya kila mpaka Yanga awajulikane na wote wajulikane na si ndio nimefanya mpira wa Afrika watu wa Afrika na kamera zote duniani na kila kitu kiangaliwa hapo kwa sababu ya huyo moyo huyo dewiji. Lakini kimina anafanya kazi kazi kama kama kweli naona baada ya kupata mafanikio zamani hayupo serious na Simba kama zamani, zamani alikuwa serious. Serious. Serious. Hilo yani mo hilo, kama, kama ndio cost Anasema Mbota hali kwa support timu yenu, kwa vivyoote tunaisapoti timu yetu, tunanunua jezi, tunaenda uwanjani, wao tunalipia kadi za wanachama. Hivyo ndo kuisapoti timu. Wao nataka tuisapoti vipi? Waweke basi namba lipa namba tuchangie. Tuko tayari. Ah, oh, lipi. Eh, kama tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari si mashabiki, lakini tuone kitu kinachofanyika. Sio ule ujinga ujinga unaofanyika hapa sasa hivi. Sasa <coughs> hivi tumekuja kuonea. Ni? Nini? Wamefanya <coughs> wame, wame, wame comeback kwamba wanaenda kumlinda wao, si unajua ni watu wa sherehe. Yanga sio timu ya mpira smjui, Yanga sio timu ya mpira. Yanga ni timu ya shughuli, ni kikundi cha shughuli, ni kikundi cha shughuli. Yaani wale kuambia shughuli baba, kuambia shughuli, hata kama iko mbagala pale, wanajaa dakika sifuri tu. Eh, ndio zao watu wa shughuli. Sisi si watu wa shughuli, unajua Tanzania hapa timu ya mpira ni moja tu Simba Sport Club. Zingine hizo. Eh, zingine? Hizo zingine kwa mfano labda wadogo wadogo siwezi kuona. Wana wana baruza. Ah tu baruzi sisi. Ah tu baruzi. Sisi Simba ndio tumekosa tu namna ya kusimama. Unajua kumsukuma mlevi ni kazi rahisi. Kosi tumelewa. Yaani sisi ni kama mlevi, lakini si kwamba useme eti Simba tunaburuzwa na Yanga kwamba sisi tuko timamu. Sisi hatuko timamu, ndio maana tunaburuzwa. Lakini kama tungesimama timamu, hakuna timu ya kutuburuza. Sio hapa, East Africa nzima, Afrika hapa Simba, ni timu kubwa. Simba ni timu kubwa. Simba ni timu iliyojijenga vizuri na mashabiki wenye uelewa, mashabiki wa wenye akili timamu kila kitu. Sisi kwa uongozi tukapambane na timu yoyote, na timu yoyote. Lakini uongozi ule na mtindo unaendelea, tutatoka, hatuna pointi hata moja na, na, na, na Simba kwa, kwa, kwa mambaya anayeendelea kwa mgogoro huu inayeendelea ndani ya Simba naiona Simba ikienda kuishia kwenye ligi nafasi ya nne, naiona Simba ikikosa iki pointi hata moja kwenye klabu bingwa. Mimi hapo shukran, asante sana kaka.